Ndugu wanakiwani wenzangu, tumeamua kuomba ridhaa ili tuwe viongozi katika jimbo hili kwa msingi mmoja tu wa kuleta maendeleo zaidi ndani ya jimbo la Kiwani. Naelewa jimbo la Kiwani ni moja kati ya majimbo ambayo yamepata maendeleo makubwa sana chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi. naendelea kuwashukuru na kuwapongeza kuwa viongozi wetu wakuu Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa walioifanya ya kuhakikisha Kiwani inapata mafanikio na Tanzania na Zanzibar kwa ujumla inapata mafanikio makubwa duniani kote. Vyama hivi vya siasa vinakuwepo kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wananchi. Wananchi wa jimbo la Kiwani ikiwa e, ni sehemu ya wananchi wa Zanzibar na wa Tanzania, tunayo hamu ya kuendelea kupata mafanikio zaidi chini ya uongozi wa Dokta Hussein Mwinyi na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa msingi huo wanakiwani, wenzangu niwaombe sana sisi tuendelee kutafuta maendeleo ya jimbo letu, ili vizazi vijavyo vione kwamba baba zao na wazee wao wamefanya kazi kubwa kwa maslahi ya taifa letu, lakini na kwa maslahi ya vizazi vyote, vijana, kina mama na vijana hawa unaowaona, pamoja na kina baba wenzangu wanahitaji amani ya nchi yetu kwa muda wote. Wanakiwani wenzangu wamenituma niseme hapa, wao wanahitaji maendeleo na hawahitaji vurugu. Wanahitaji amani, hawahitaji vurugu. Wanaoweza kuyaleta hayo ni viongozi wawili tu wakuu, Daktari Samia suluhu Hassan kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Daktari Huseni Mwinyi kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Wale wote ambao wanajipigia hesabu za vidole wakaona kwamba watashinda jimbo hili la Kiwani, watamshinda mwakilishi Hemedi, watamshinda mbunge Hija na watawashinda madiwani wetu Nasor na Ali na waambia data zinaonyesha chama cha Mapinduzi kinaibuka kidedea kwa asilimia kubwa Kiwani. <coughs> Hayo ndiyo maneno yangu ya, ya leo kwa niaba ya wenzangu.